Mkazi wa North Horr vijana, ambaye tulikuwa na initiative ya kuleta amani kati -kat ya na tulikuwa na vijana wenzangu uh, kama watu kumi, na tumeanza hiyo mjadala kutoka North Horr. Tumekutana na wazee, tumekutana na wamama kutoka upande wote wawili wa waji na Gabra na tuwasikizana, tukaona kitu muhimu katika maisha yetu ni amani, na tukaelekea mpaka Korka tukawambia, poleni ambao walipoteza maisha yao pande yote mbili, na jamii wako tayari kuleta amani katikati wao, na pia eh, eh, jamii walikuwa wanaomba ama eh, sisi pia tulikuwa tuli size kabisa mambo ya kushika wale ambao walifanya kitendo ambayo ni mbaya sana kati yetu, washikwe na sheria na watu waishi na amani, kitu ambay tua tumestizana kutanahkshtnozi wetu bad na tumekutana na pia kueleza vile mambo zilikuwa tuhakikishiwa kwamba amani imepatikana na jamii pia, tusianze tusianze kuweka uh, chuki katikati yetu. At least kila mtu, ni jukumu letu, lazima tuweke amani, maana amani ndio kitu maana uh, ambaye inatusaidia na tulikuwa tunaishi na amani kwa muda mrefu sana, na mambo na vita, nafikiri hakuna faida yote inatuletea kwa maisha yetu amani ndio kitu muhimu, na tunaomba jamii kwa upande wote tuweke amani na tuangalie, tusiangalie ni mambo ya ukabila, lakini tuangalie ni mtu ambaye mwalifu ambaye ameleta shida katikati yetu. Tudili na hiyo eh, mwalifu alafu ndio tupate amani ya kudumu, sio kuleta eh, uchechezi ama kuleta mambo na siasa ya kutafuta eh, maarufu eh, uh, hiyo sio kitu ambayo inakusaidia uh, ile ni kitu muhimu ambayo inakusaidia ni maendeleo na pia amani katikati yetu. Maybe leo nimekuwa na mkutano na County Commissioner, na wiki jana alipokuwa anazungumza alisema kwamba eh, shughuli ya kuwasaka waliotekeleza shuhuli inaendelea, imeweza ina kumsaidia katika kutoa taarifa kuhusiana ja, na wale ambao walihusika, tulikuwa upande uh, wa korka na tulikuwa na pia tulisaidia jamii yetu, pia tulioomba bila kuleta watu wa ndio wa makosa ya suspect, hatutakuwa na amani. Na wamekubaliana na wameandika hiyo taarifa wa korka pamoja na DCIO, na tunataka hiyo watu washikwe mara moja, bila hiyo hata, uh, wajamii wakasema, wanasema Shida hawezi kuwa imeisha. Kwa hivyo serikali wafanye kazi yao, na jamii pia tunaomba wakae na amani na tu, tutoe shida katika nchi yetu na tuweke amani. Uh, na tunataka kwamba kuna msukumo fulani mara kutoka kwa viongozi wa kisiasa. Nini kinachangia mzozo pale? Au nini kilichangia uh, sisi kama vijana tunaendelea kwamba kuna uh, shida uongozi katika uh, jamii uh, wazee pia wako kuna pia viongozi na pia kuna uh, mwanasiasa. Hakuna uh, mtu alikuwa amechukua jukumu ya kutetea, kutetea amani na kutafuta huyo, hawa wahalifu waliachiwa hivyo lakini, kwa watu ambao walichukua hiyo advantage, yani ya kuleta siasa wanataka kuleta siasa. Mtu anakuwa anataka kusimama maybe bunge ama mtu anataka kusimama MCA, walikuwa anachukua advantage ya kutafuta downfall ya mwezi alikuwa anaongoza e, uongozi ambao wale ambao wako kwa uongozi, lakini hiyo haifaidi jamii kwa njia yoyote. Tunataka tu amani. Mwenye anataka kusimama kura atafute ajenda yake, aa, atafute vile atasaidia wananchi, sio kuleta distraction ama turudisha sisi jamii nyuma. na tu hakuna faida yote tunapata kutoka vita. Uh, amani tu ndio inatusaidia na hiyo ndio inaleta sisi maendeleo. Tunaomba jamii pia tukae na amani, uh, tushirikiane pia tusaidie, uh, uh, serikali uh, wapate wa, wa shike wahalifu wa. Tukishirikiana hakuna shida ambayo, tutapata amani, ndio maisha meamua kushirikiana na vijana kutoka jamii nyingine na kuhubiri amani. Tulikuwa na pande yote jamii wa waju wa na jamii kutoka Gabra wote wako tayari kushikana, kutoka nota sehemu ambayo tulikuwa na. Tunaomba pia upande zetu ya Dukana na wale wengine wote tujaribu kutafuta amani, kwa sababu hiyo tu ndio inatusaidia kwa maisha yetu. Tutatoa wale ambao wanileta shida nao kama wa criminals ambayo wanafanya hiyo kazi, sio jamii ambayo imeleta sisi, kwa sababu sisi tulikuwa tunaishi kwa jamii moja. Uh, wengi wetu ni Wakristu, wengine ni Waislamu, tunakuwa tuna kwa misikiti, tunakuwa kwa uh, kanisa na hiyo na uh, maombi na kila kitu tulikuwa tunashirikiana. Kwa hivyo wale ambao wanafanya hiyo kazi ni wawili ama watatu wa hao ambao wanatusumbua, ama wale ambao wanatuletea shida ni watu wawili ama watu watatu kwa hivyo tutoe hiyo wawili ama wa watatu, ndio jamii uh, waishi na amani, kama tulikuwa tunaishi kwa century ambayo tulikuwa na noto, na noto ilikuwa uh, na inajulikana na mambo na amani. Hakuna uh, siku tulikuwa tumeleta mambo uh, shida katika ili. Kwa hivyo tunaomba kila jamii tushirikiane, tulete amani. Tunazungumzia mkutano wa kesho, uh, kesho uh, kuna mkutano kubwa dhuruhu uh, Peace committees na wazee tushaengeje, wamama pia na through the chairman ya peace committee tulioambia wa, wako kujiandaa kufanya mkutano at least kuleta amani, na bado baada ya at least watakuwa watakuwa na solution uh, wameshakubali ya kwamba bila amani uh, hii vita hakuna kitu inatuletea okay. Mwisho toa wito kwa kuzuia maswala ya revenge. Uh, tukianza kusema mambo na revenge ya kupigana ama kuleta uh, revenge yani, ukisema nitaenda kutoa revenge kwa yule ambaye ameuawa, hakuna kitu inatusaidia. uh, isikue sasa hii mambo ikue kama mambo ya ukabila, usisema ya kwamba huyu ni Gabra ama huyu ni Wayu, tuseme huyu ni mwalifu ambaye aliharibu uh, jamii yetu, kama ni fulani, staja ni mtu fulani ameleta shida katikati ya jamii lakini, ukisema ni wayu wayu, huyu ni mtu ambaye amezaliwa na hakuna eh, mtu anachagua kuzaliwa kwa jamii, na mwenye ameleta eh, shida ni jina ya huyo mtu, lazima tutaje mwenye ambaye ameleta hiyo mwafa na tushike hiyo mtu na tupeleke kwa, kwa serikali na serikali tukwe hatua na tushikane eh, na jamii wetu viongozi pamoja na eh, serikali wetu tuhakikishe kwamba amani ipatikane kwa eneo wetu.